Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Iran imeendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kijamii, huku serikali ikiongeza hatua kali za kiusalama dhidi ya raia wake kufuatia maandamano makubwa yanayoendelea katika miji mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu, vikosi vya usalama vya Iran vimetumia nguvu kubwa kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji, hali iliyosababisha vifo vya maelfu ya raia wajeruhi wengi na kukamatwa kwa idadi kubwa ya wananchi. Ripoti zinaeleza kuwa baadhi ya waandamanaji walipigwa risasi moja kwa moja huku wengine wakifariki wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola. Katika hatua inayozua hofu zaidi, kumekuwepo na taarifa kwamba baadhi ya wanajeshi wa Iran wamekataa kupiga risasi raia wakieleza kutokukubaliana kwa matumizi ya nguvu dhidi ya wananchi wasio na silaha. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu, wanajeshi hao walikamatwa wengine walitekwa na baadhi yao kuhukumiwa adhabu ya kifo kwa tuhuma za kukiuka amri ya jeshi na kuhatarisha usalama wa taifa. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya Iran, ikionyesha kuwepo kwa mgawanyiko hata ndani ya vyombo vya ulinzi, huku baadhi ya askari wakijikuta katikati ya kufuata amri au kulinda maisha ya raia. Athari za ukandamizaji huu zimeonekana wazi katika maisha ya kila siku ya wananchi, huduma za mtandao zimekatizwa mara kwa mara, shuhu za biashara na kijamii zimeporomoka na familia nyingi zinaishi kwa hofu bila kujua hatima ya ndugu zao waliokamatwa au kupotezwa. Mgogoro huu umeibua shinikizo kubwa la kimataifa. Umoja wa Mataifa kupitia baraza lake la haki za binadamu umeanza mkutano wa dharura kujadili hali ya Iran, huku mataifa kadhaa yakitaka kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa juu ya mauaji, mateso na hukumu kali zinazodaiwa kutolewa dhidi ya raia na wanajeshi walio kaidi amri. Mashirika ya haki za binadamu yameonya kuwa hali inayoendelea Iran inaweza kugeuka kuwa janga kubwa la kibinadamu endapo matumizi ya nguvu yataendelea. Yameitaka serikali ya Tehran kusitisha ukandamizaji, kuheshimu haki za msingi za wananchi na kusitisha adhabu kali dhidi ya wale waliopinga matumizi ya nguvu dhidi ya raia. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameonya kuwa mgogoro huu hauishii ndani ya Iran pekee bali wezo wa kuathiri uthabiti wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa endapo mgawanyiko utaendelea kuingia hata ndani ya jeshi na vyombo vya dola. Kwa sasa Iran inaonekana kusimama katika njia panda ya hatari, kati ya kuendelea kutumia nguvu kali dhidi ya raia wake au kusikiliza shinikizo la ndani na la kimataifa, hali ambayo inaweza kuamua mustakabali wa kisiasa wa taifa hilo kwa miaka ijayo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.